Kwenye somo wetu ya leo tutaenda kujifunza kuhusu tube blockage. Ni promise, tutajifunza kuhusu tube blockage au changamoto ya kuziba kwa mirija ya uzazi kwa wanawake na i na, namna gani inaweza kusababisha ugumba kwa wanawake, na je, ni vitu gani ambavyo vinaweza kuwa ni risky factors au visababishi vya hii hali, na ikitokea tayari una tube blockage au mirija yako imeziba, ni vitu gani unaweza kuvifanya kama sehemu ya matibabu ili uweze kujikwamua na changamoto hii ya ugumba. Uh, kama ni mara ya kwanza kutembelea channel yetu basi subscribe na kubonyeza alama ya kengele iliyo chini ya video ili uendelee kuwa mwanafamilia wa Medical Life. Kwa tumekuwa tukifanya hivi mara kwa mara na kusaidia wanawake wengi ambao wanapitia changamoto za uzazi kuweza kurudisha tabasamu za hali zao za kiafya ambazo wanazipitia. Okay, somo letu la leo tunazungumzia kuhusu tube blockage, lakini kabla tujenda mbali hebu tuangalie kidogo mfumo wa uzazi wa mwanamke ukoje na ni namna gani ujauzito unaweza kutokea na je tube blockage huwa inatokea wapi? kwa sababu wengi wamekuwa wakifahamu kwamba yai linapopevuka basi itatoka kwenye mirija itakuja mpaka kwenye mji wa mimba kwa ajili ya kukutana na mbegu ya uzazi, kitu ambacho ni wrong. Ili ujauzito uweze kutokea, kuna mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni kuwepo kwa yai bora kutoka kwa mwanamama, yai ambayo limepevuka na liko tayari kwa ajili ya kurutumishwa lakini kuwepo mbegu bora kutoka kwa mwanaume, mbegu ambayo imekizi sifa zote za mbegu bora. Baada ya hapo, mbegu bora ambayo ina sifa zote za kuweza kurutubisha yai iweze kukutana na yai ambayo tayari imepevuka na liko tayari kwa ajili ya kurutubishwa. Baada ya kutokea hayo, ndio ujauzito kutokea. Sasa ni vitu gani vinaweza kuzuia hii hali kuweza kutokea? Tunasema tube blockage au kuziba kwa mirija. Kuziba kwa mirija ni hali ambayo kunakuwa kuna vizuizi kwenye mirija ya uzazi, hali ambayo inaweza kusababisha yai lililopevuka lisiweze kukutana na mbegu ambayo iko njiani nasafiri kwenda kukutana na lile yai husika. Na sababu hizo zinaweza kuwa ni sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza, ambayo ni sababu mama inayopelekea mirija ya uzazi kuziba kwa wanawake wengi, ni changamoto ya maambukizi kwenye kizazi au pelvic inflammatory diseases au PID kwa lugha iliyozoeleka huko mtaani. Lakini si tu lugha iliyozoeleka mtaani, ni lugha ambayo ni rahisi kueleweka na watu wengi, hata ambao hawajasoma. Akiambiwa PID basi anaelewa, lakini kirefu chake au long term tunasema ni pelvic inflammatory diseases. Hii PID ni short term, ni kifupi cha hili neno. Sasa PID inaweza kusababishwa na kitu gani? sehemu ambayo sehemu ambayo unakutana na PID wakati wowote, ambapo mwanamke anaweza kwenda kupimwa na akandua na PID, ukienda kuchambua ndani utakuta kuna sexual transmitted diseases. Unaweza kukuta kuna klamidia, aina ya bakteria ambayo amekuwa akiathiri watu wengi ambao ezo wamekuwa mahusiano ambayo sio si rafiki, wamekuwa wakishiriki ngono zembe au kuwa wanamiliki mwanaume zaidi ya mmoja au mwanaume anamiliki wanawake wengi na kupoteza uaminifu kwa mwenza wake. Sasa PID, ni moja kati ya changamoto ambazo zinaweza kusababisha changamoto ya tube blockage. Hapo utakutana na chlamydia. Hapo utakutana na uh, makovu baada ya kuwa PID tayari mshaathiri kwa muda mrefu kwa maana ya chronic uh, PID. Hapo hapo utakutana na adhesions au hali ya taka taka na msongamano wa vitu ambavyo vinakuwa vina trap au vinaweza kukuzuia mbegu kuweza kusafiri kwenda kukutana na yai. Sasa haya yote nazungumza hivyo kwa sababu gani? Mrija wa uzazi ni huu hapa au huu hapa mirija ya uzazi iko miwili na yote hii mwisho ina vifuko vya mayai ambayo vime au vimebeba ovum mayai ndani yake. Sasa hii tube blockage inatokeaje na mirija yenyewe ni hii? Kwanza kabisa mirija ni midogo sana kwa maana ya size, lakini lea yake ni nyembamba sana, kiasi kwamba haiwezi kuhold ujauzito na kuweza kukua pale kwenye mirija. Sasa yanapotokea maambukizi inapotokea sababu ambazo zinazuia mbegu kuweza kusafiri au yai kuweza kusafiri na kwenda kukutana na mbegu ambayo inaweza ikairutubisha, hapo tunasema ni tube blockage. sasa mara nyingi hii tube blockage hutokea wapi? Tube blockage mara nyingi hutokea kwenye sehemu ya mrija ambayo ni mido katikati ya mrija, panaitwa ampula. Ampula ni sehemu ambayo yai baada ya kuwa limepevuka itasafiri mpaka hapo, na mbegu ya uzazi kutoka kwenye vagina na kuingia kupitia cervix au mlango wa kizazi itasafiri mpaka kufikia kwenye eneo ambalo ni ampula. Hapo itakuta yai ambayo ya limepevuka na itaweza kuirutubisha. Baada ya hapo itakaa kwa siku saba mpaka nane, then itaondoka na kurudi kwenye mji wa mimba au kwenye endometrium ambayo tayari imeandaliwa iko thick enough kwa ajili ya kuweza kuhold ule ujauzito pale. Kwa hiyo ili ujauzito uweze kutokea, sio yai inasafiri kufuata mbegu mpaka kwenye mji wa mimba hapana. Ni mbegu inasafiri mpaka kufikia kwenye mrija, sehemu ambayo inaitwa ampula. Pale itakuta yai ambayo ya tayari limepevuka linasubiri kwa ajili ya kurutubishwa, na baada ya hapo itakaa siku saba mpaka nane, then itakaa siku saba mpaka nane then ile zygote ambayo imetokea pale itasafiri ita, itasafiri mpaka kwenye mji wa mimba then itajishikiza pale, na ujauzito utaanza kukua mpaka kufikia hatua ya mama kujifungua. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho tumesema kinaweza kusababisha uh, tube blockage au kuziba kwa mirija kwa mwanamke, tumesema ni PID au maambukizi kwenye kizazi. Jambo la pili ambalo linaweza kusababisha tube blockage kwa mwanamke ni changamoto ya fibroid changamoto ya fibroid au uvimbe kwenye kizazi. Sasa, uvimbe kwenye kizazi unawezaje kusababisha changamoto hii ya tube blockage. Okay, fibroid au uvimbe kwenye kizazi unaweza kutokea sehemu yoyote ya uzazi ya mwanamke, hasa hasa ni kwenye uh, layer ya ndani ya endometrium au ndani ya kizazi au kwenye mji wa mimba wa mwanamke, ndio sehemu ambayo mara nyingi hizi fibroid au vimbe zinatokea. Lakini fibroid ambayo tunaikusudia hapa inaweza kusababisha tube blockage au kuziba kwa mrija na kupelekea ujauzito kushindwa kutokea ni ile ambayo inatokea karibu na fallopian tube aidha hapa au hapa kiasi kwamba itatengeneza mwinuko ambao utafanya mbegu ishindwe kusafiri kwenda kukutana mbegu ambayo ipyo na mbegu kwenye sehemu ambayo tunaita ampula. Hivyo kwa mwanamke ambaye ana changamoto ya ya fibroid mwanamke ambaye umepimwa kwamba una na changamoto ya fibroid, make sure unaitibu hiyo changamoto haraka kabla hiyo fibroid haijakuwa sana kwa sababu inaweza kuwa ni sababu ambayo itakupelekea ukashindwa kuitwa mama sababu ya tatu ambayo inapelekea tube blockage ni endometriosis endometriosis ni hali inayotokea pale ambapo tissues zinazofanana na tissues zilizopo ndani ya mji wa mimba kwa maana ya endometrium zinakuwa nje na uterus. Zinaweza kukua wapi hizo tishu? tishu ambazo zinapatikana kwenye uterus e, tishu ambazo zinapatikana kwenye mji wa mimba, sehemu ambayo ni tunasema ni endometrium au lea ya ndani ya uterus, zinaweza kukua au kugoo kwenye maeneo tofauti na endometrium, na hiyo likitokea ndio ambayo inapelekea kutokea kwa hii tube blockage. Kwa mfano, hizi tishu zinaweza kukua kwenye mirija ya uzazi. Hizi tishu zinaweza kukua kwenye mirija ya uzazi, au zinaweza kukua kwenye myometrium ambayo ni middle layer ya ya ya ya uterus, lakini hizi tishu zinaweza kukua kwenye perimetrium ambayo ni layer ya nje ya uterus. Sasa hiyo sio muhimu sana kwetu. Kitu cha tatu ni ectopic pregnancy. Sababu ya tatu ambayo inaweza kupelekea mirija kuziba ni ectopic pregnant, ectopic pregnant ni ujauzito ambao unatokea sehemu tofauti na kwenye mji wa mimba. Ujauzito ambao unatokea kwenye mirija ya uzazi inaweza kutokea pale pale kwenye ampula au mbele kidogo ya ampula, na ukaanza kukua pale pale. Lakini kukumbushe tu, mrija wa uzazi jinsi ulivyo ni mdogo, lakini lea yake ni nyembamba kiasi kwamba haiwezi kuhodi ujauzito na kukua pale kwa hivyo ectopic pregnancy inapotokea ectopic pregnancy inapotokea, ni kwamba ule ujauzito utakuwa kidogo, kiasi kwamba ule mrija utarapcha. Ujauzito utakuwa kidogo na na ujauzito utakuwa kidogo na mrija utarapcha. Baada ya mrija kurapcha, hapo utakuwa kuna bleeding, kuna maumivu makali, na mwanamke safari yake ya kuwa na mrija ambao ni strong itakuwa imeishia pale. Kwa hiyo daktari wa akina mama anaweza akasuggest mrija ukaondolewa. Daktari wa akina mama anaweza akasuggest matibabu mengine kulingana na anavyoona na kwa sababu yeye ni bingwa kwenye eneo hilo, basi unaweza kumshirikisha daktari wako kama tayari imesha kutokea hiyo. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo vinasababisha mirija ya uzazi kuziba ni ectopic pregnancy au ujauzito ambao unatunga nje ya kizazi. Hivyo you, mind you kama kama umeambiwa na hiyo case, unahitaji kufanya course monitoring na na kuzungumza na daktari wako kuhusu hali yako ya kiafya ili aweze kukusaidia, kwa sababu mrija ambao unaweza ukakatwa baada ya kutokea ectopic pregnancy huenda ndio mrija ambao una nguvu au na uwezo mkubwa wa, wa kupevusha mayai. Sasa mrija ambao utabaki, hatujui ufanisi wake utakuwaje. Ndio maana nasema unapokutwa na changamoto ya ectopic pregnancy unahitaji kuonana na daktari wako, kuzungumza na daktari wako ili aweze kukusaidia. Sababu nyingine au kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha ectopic pregnancy kutokea ni pelvic au pelvis surgery. Okay, kufanyika kwa kwa, kwa operation kufanyika kwa operation kwenye maeneo ambayo ni pelvis, maeneo haya ya nyonga, inaweza kuwa ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kupelekea ukapata changamoto ya kuziba kwa mirija ya uzazi. Kwa mfano, unaweza kufanyiwa operation unaweza kufanyiwa operation ya, ya kutolewa Appendicitis. Unaweza kufanya operation ya kwenda uh, kuzibua mirija hizo, ulipata ectopic pregnancy na baadaye some sort of clots of blood zikaenda kubaki kwenye mirija ikatengeneza kama adhesions au takataka mm -hmm. Na msongamano wa vitu ambavyo vinazuia kudhibiti yai kuweza kusafiri au mbegu ya mwanaume kuweza kusafiri na kwenda kukutana na yai. Kwa hiyo operation yoyote ambayo utaifanya kwenye eneo la nyonga, unahitaji kuwa makini sana kuweza kufanya monitoring ya karibu na daktari wako, ili uweze kuepuka changamoto kama hizi za ectopic pregnancy, na hasa ukiwa ni mwanamke, kwa sababu haya mambo yanaweza kutokea wakati ambao hautarajii. Lakini sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea uh, kusiba kwa mirija ya uzazi ni additions. Addition is like, ni kama vile unavyomuona buibui anapotengeneza nyumba yake, au spider anapotengeneza nyumba yake una kuna, kuna vitu ambavyo vinaweza kutrap inaweza kudaka wadudu wanapokatiza au maadui wanapokatiza maeneo yale na kuwafanya kuwa kwenye himaya yake. So same same additions inaweza kuwa ni moja kati ya sababu ambayo itapelekea kuziba kwa mirija yako, na hii inaweza kuwa ni moja kati ya risk factors ambazo zimesababishwa na magonjwa ya zinaa. Sasa so, kuto kupata hedhi kwa wakati, lakini hormones zako kuvali kiasi kwamba umekaa muda mrefu haupati ada, ukaanza kutumia madawa either ya kurutubisha mayai ikiwa hata hujui ndani, ndani kwenye mji wako wa mimba kunaendelea nini, hujui hata kwenye mirija yako ya uzazi kunaendelea nini. Kwa hiyo adhesions ni moja kati ya sababu ambazo inaweza kupelekea ectopic pregnancy. sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea ectopic pregnancy sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea ectopic pregnancy ni sababu za kurithi. Kuna wanawake ambao wanazaliwa na changamoto kwenye mirija yao ya uzazi, unakuta mwanamke anazaliwa na chana, na unakuta mwanamke anazaliwa akiwa na changamoto ya mirija yake ya uzazi kupinda ya hii ni mara chache sana inatokea, lakini kuna wanawake wanazaliwa na changamoto za kurithi, automatically unakuta mirija inagusana au mirija ni mdogo sana. Basi kule kupinda kwa mirija ya uzazi inaweza kuwa ni moja kati ya sababu aweza kumpelekea mwanamke akashindwa kupata ujauzito, na hii tunasema ni tube blockage. Hivi vyote ambavyo tumevizungumzia hapa, ukija kuangalia mwisho wa siku uh, kama umepata PID, kama ulifanyiwa pelvic surgery kama ulipata uh, changamoto ya ectopic pregnancy, mwisho wa siku tunatarajia utapata makovu kwenye maeneo ambayo yaliathirika, uta, utakuwa na adhesions kwenye maeneo ambayo li, yalikuwa yameathirika, lakini hasa kwenye mirija utapata adhesions uh, kwenye mirija utapata hizo scars au makovu ambayo yatabaki na mwisho wa siku yakapelekea zoezi lako kwa bure. Kuna vipimo ambavyo uh, daktari, daktari wako anaweza akavisuggest, kuna vipimo ambavyo daktari wako anaweza akavisuggest wewe kwenda kuvifanya wakati una struggle au kuhangaika na changamoto yako hii ya mirija ya uzazi kuziba, na kipimo maarufu ambacho daktari wako anaweza akasuggest akakipendekeza kama kipimo mama ni HSG. Hivyo basi baada ya daktari wako kusuggest kipimo cha HSG, utaenda kufanyiwa hiki kipimo kwa ajili ya kuangalia mirija yako ni mrija gani ambao umeziba na sababu ya kuziba kwa mrija ule ni nini. Baada ya pale anaweza akasuggest matibabu, lakini pia daktari wako anaweza kusuggest kipimo ambacho ni laparoscopy ukaenda kujifanya na kung'amua ni mrija gani umeziba, sababu ya kuziba kwa mrija na na hatua gani za kuchukua. Na vipi kuhusu matibabu? Matibabu yanajipendi na sababu ambayo imepelekea mrija yako kuziba. Kwa mfano, ulikuwa na changamoto ya maambukizi kwenye kizazi, basi daktari wako anaweza kupendekeza dawa ambazo utazitumia kwa ajili ya kuondosha ile chronic PID ambayo uko nayo, lakini baadaye inaweza ikabaki makovu ambayo huenda asiwe na athari sana kama utaitibu mapema hii PID. Lakini PID kama utaiacha kwa muda mrefu basi inaweza kuwa ni ticket ya wewe ku struggle au uh, kuangaika na changamoto ya kuziba kwa mirija. Lakini baada ya hapo uh, daktari wako kama kuna sababu zingine ambazo ameziona zinafaa yeye kuzitibu anaweza kukutibu kwa njia nyingine ambazo ni za kitaalamu. Daktari wako anaweza kutumia njia ambayo ni hii ni njia ambayo daktari wako atatumia kama fluid ambayo ataiweka kwenye syringe au bomba maalum, na mule ndani inaweza kucontain dawa, inaweza kucontain saline na aka view moja kwa moja kwenye mlango wa kizazi, then aka insert yale maji au kile kimiminika kwa spidi kwenda ku unblock mirija ambayo inakuwa imeziba. Lakini hii ni njia ya kitaalamu na inahitaji daktari wako wa kina mama aweze kufanya analysis ya kutosha ili aweze kusaidia kwa wale ambao wanasumbuliwa na changamoto ya mirija ya uzazi kuziba. Mbali na njia ambazo daktari wako wa uzazi anaenda kusuggest zikatumika, kama hysterosalpingography au kufanyia vipimo kama laparoscopy au HSG. Bado kuna njia ambazo ni local methods ambazo unaweza kuzitumia na zikupa matokeo ambayo ni kubwa. Hivyo kwa kuona haya yote na kujaribu kufanya msaada, kuna kitabu hiki kimewekea hapa chini kwenye description. Utaenda kukidownload, utaenda kukisoma, humu ndani utakutana na mambo matano ambayo yanaweza kukuzuia usipate ujauzito uzito na usiitwe mama, na nini cha kufanya endapo una hayo mambo matano. Lakini pia nitawekea matibabu kwa wale ambao wana changamoto ya kuziba kwa mirija, nitawekea local methods, njia ambazo ni local methods, njia za asili, njia ambazo unaweza kuzifanya wewe mwenyewe nyumbani, ku unblock mirija ya uzazi ambayo imeziba. Hapa kuna njia ambazo unaweza kutumia mafuta fulani ambayo ukiapply kwa kutumia massage au deep compressed massage yanaweza kukupa matokeo ambayo ni babu kubwa. Kama umehangaika kwa muda mrefu na changamoto ya kutokushika ujauzito, kama umehangaika kwa muda mrefu na changamoto ya kuziba kwa mirija ya uzazi, kama umehangaika kwa muda mrefu kusumbuliwa na tatizo la hormonal imbalance, na kushauri, nenda kasome hii kitabu. Hii kitabu sitasaidia maelfu ya wanawake huweza kurudisha tabasamu la hali zao za kiafya ambazo wanazipitia. Ni kitabu ambacho kimesheheni utatuzi juu ya matatizo au hali zenu za kiafya ambazo mnazipitia. Na wengi hapa watakuja na shuhuda za matokeo makubwa ambayo wameyapata, lakini kuna bonus, kuna faida ya kusoma hiki kitabu. Hii kitabu utaenda ukipata kwenye website moja inaitwa Sela, nitaekea link hapo chini kwenye description Faida ya kwenda kudownload au kukisoma hiki kitabu, kinaweza kika, kina gharama kidogo kwenye kukipata, lakini kitakupa matokeo ambayo ni kubwa. Utakisoma pale mwenyewe nyumbani, lakini mara tu baada ya kuona kuna sehemu na gota au unahitaji msaada wa kuzungumza na daktari wako, utapata dakika arobaini za kuzungumza na daktari moja kwa moja kuhusu hali yako ya kiafya. Kuhusu changamoto ambazo unazipitia na wishes ambazo uko nazo kuhusu changamoto yako ya uzazi. Hii kitabu kama utakisoma vizuri na utakisoma kwa usahihi na ukifanyia kazi basi tunauhakika ndani ya siku sitini unaweza kurudisha tabasamu ambalo umehangaika nalo kwa miaka mitano, kwa miaka kumi au kwa kipindi chote ambacho ulikuwa umekata tamaa ya kwamba utaitwa mama siku moja. Kama una swali lolote au kuna sehemu yoyote ambayo haujaelewa kuhusu maelezo ya leo ya tube blockage au kuziba kwa mirija, uliza swali lako hapa chini kwenye description, na mimi nitapitia na kuyajibu yote. Na kwa wale ambao wanatamani kwenda kutafuta suluhisho wenyewe wakiwa nyumbani, na baada ya hapo akikwama mazungumzo na daktari na kushauri, nenda ka download hiki kitabu hapa chini kwenye description. Nitakuwekea link ambayo itakupeleka moja kwa moja sela. Utaki download utakisoma, unapopitia changamoto utaunganishwa moja kwa moja na daktari au mtabibu ambaye anaweza kukusaidia changamoto yako ya kiafya. Baada ya hapo daktari anaweza kukushauri ni vyakula gani unaweza kula kwenye kipindi ambacho unafanya matibabu, ni dawa gani au supplement gani ambayo unaweza kuzitumia? Je, yeah, ni dawa gani sahihi ukiwa na changamoto fulani ya kiafya? Kwa mfano, tayari unasumbuliwa na ovarian cyst, tayari unasumbuliwa na fibroid, tayari unasumbuliwa na hizo tube blockage, ni dawa gani hautakii kuzitumia na ni dawa gani unatakiwa kuzitumia?